Kasongo aende asiende. Kasongo mwizi au sio mwizi? Mkora si mkora? Msaliti si msaliti? Sasa tunamwambia ishirini na nane, hii ni liaso, haya ni masoezi, hii ni warm up. Ni warm up kidogo kidogo. Mwaka 2027 Kasongo tunamsafirisha mpaka kule Sugoi, aende huko aishie huko sababu ameharibu Kenya. Harambe, sasa mimi nimefika hapa kuja kuwaomba kitu kimoja, kuwaomba ya kwamba nyinyi watu wa Mbeere North, mnajua sisi tumekuwa na shinda sana na huyu mkora na huyu msaliti na huyu mutu, kasi yake kila siku ni ya kutenga ni ya kusema tutapanga tutafanya na hakuna kitu wa anafanya. Mnamjua, anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Sasa mimi nataka kuwaelezea, msidanganywe, msindanganywe, msindanganywe, ate mukiambiwa, ate hii barabara haitatendeka haitafanywa. Na mmesikia nje, Mbindi alitafuta hate sijui ndamu gani Tangu tupigie Kasongo kura si miaka tatu imeisha. Imeisha ama injaisha? Tangu huyu Ruko afanywe wa waziri, nafikiria ni kutoka April, miaka saba miezi saba, si imeisha? Imeisha ama injaisha? si ataku, alikuwa najua kutakuwa na by election hapa. Swali kutakua ni, ni hili mbona kutoka ile siku alimchukua akuanza kujenga hiyo ndamu akuanza kuleta ile maendeleo mingine? Mnaambiwa ati ataleta kesho. Ni kwa nini hakufanya hayo? Kwa hivyo mnajua huyu mtu kila wakati ni uongo, na mnajua mmemzoea, na kwa vile yeye husema uongo hata wakati ameshika Biblia, ndio nimekuja kuwaambia. Wakati alizunguka huko akiomba kura, alisema atainua vijana wa bonda bonda, watoke bonda bonda, wanunue uba. Watoke uba, wanunue matatu. Wa matatu atoke kwa matatu anunue mbasi. Hapa kama umu, sababu kuna watu wa bonda bonda wa na pikipiki. Piki. Kuna mtu amenunua uba. Kuna yeyote? Nani amenunua Probox hapa kutoka kwa uba? Ama kutoka kwa pikipiki? Piki. Kuna yeyote? Sasa Kile nataka kuambia kuwambia sutia tukaanguka kwa uongo wa Kasongo na watu wake na vibaraka wake, tunaomba nyinyi mujue ya kwamba wakati Roko anazunguka na akilia mambo yale akonayo, hata nilishangaa sana kumuona kwa TV hata akinyang'anywa bendera, watu wakamomo, watu wa mbele ndio wataumia. Yanjeimbi ya bendera si ilienda yeah. Ilienda ama ikuenda yeah. Si kwa maikuenda, Rokosi aliwekwa kwa kiti yeah. Kweli ama urongo yeah. Sasa unajua mimi ushangaa hata watu hawana wa heshima. Hata hakuna andabu, wewe ukiwa Muafrika, wewe ukiwa Mumbere, ukiwa Muembu, ni vipi nyinyi mnaweza kukubalia mutu ambaye huwa anaomba ama anaua ndugu yake ili aweze kuchukua bibi yake mraiguandraugaraiuandrauga yeah. Eh, aiwezekani yeah. Watu wale tunapigana ama tunaongea nao ni watu hawana utu, hawana mafikira, hawaoni maana ya jamii kusimama pamoja na kuungana pamoja kuweza kupigana na adui ambaye ameingilia mlima huu wetu, tunawaomba tunaomba hata kama hakuna kingine shinda, ama kile kitu Kasongo amefanya kuleta karinda, kuleta roko ni ili waweze kuwasukumia huyu mtu anaitwa Mudende, ili aweze kuleta aibu hata kwa ibu hata kwa NJMB. Mtakubali NJMB aibisho hapa? Mtakubali? kuna mboma ina wenyewe divorianwetka kori mboma ete mwene. Kuna kuna mboma ina mzee. Sasa nyinyi mkuu hapa, hata kama iko shinda gani, mzee na mama, hata wakiwa kwa vita, andui aingilie, mama uacha vita na mzee, wanashikana pamoja, wanapambana na huyo andui. Kweli ama urongo? Sasa mmesikia Kivuti ametuongelesha hapa, kweli ama urongo? Na ameniambia kama umoni ya Kivuti, kweli ama urongo? Yeah. Mlimpigia kura asilimia mia moja, kweli ama urongo? Yeah. Sasa Kivuti ameshikana na JB wamekuja hapa wamewambia, sisi ili tuweze kuleta heshima ya watu wa Mbeere, wa watu hapa kamomo, na waomba tafadhali, asa wakati huu wa manjonzi, asa wakati huu nimeachwa na mama yangu huyu ni Kivuti anasema tafadhali munipanguze machozi kwa kunipigia tarishi kura. Kweli mutakataa kusikia huyu mzee kweli? Bogamo dikeria Bogamo angora maidori. Asante sana na Mungu awabariki. Haya, tuko na huyu kijana wetu kutoka Manyata, Mheshimiwa Getonga, Mokoji. Mokoji, 2 minutes ndio nipatie waheshimiwa wengine zote, mkutano mwingine